Sasa hawa lazima, kwa mfano anachukua mfano, tukitaka kuzungumza amani ya nchi, amani lazima uwaambie mfano uliotokea hapa hapa Tanzania, sio wa Palestina wala sio wa Burundi, hapa hapa Tanzania ilikuwaje? Kuna kipindi Shehe Masawe, unakumbuka? Kuna wakati ilifunjika amani hapo. Mimi nakukumbusha mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane tarehe mbili Novemba, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaita watu Diamond Jubilee pale chini ya mkuu wa mkoa wakati ule, akatoa spichi kali iliyoishia na neno la kusema uwezo tunao, eh? sababu nania mzee, unakumbuka maneno hayo? Haya, yupi katika watoto hao hapa anajua neno lile? Lazima uambie ilitokea Tanzania huko nyuma. Nyerere akawaita wazee wa Dar es Salaam chini ya mkuu wa mkoa wakati ule, place ilikuwa, venue ilikuwa Diamond Jubilee, akatoa maneno. Mimi ile hotuba ninayo, ilikuwa tarehe 2 Novemba 1978. 1978, nani kazaliwa? Ukiwaacha wazee wenye ndevu nyeusi na sisi wengine, Jamali ukuwepo hiyo Katibu wetu wa mkoa hii. Mwalimu Nyerere aliwaita watu baada ya kuonekana kuna uvunjifu wa amani unaokuja hapa Tanzania. Vilidumu vita hapa, ndugu zangu, watu wa sasa Tanzania hii waligombana kidogo, ilitokea munawasha kati ya Tanzania na Uganda kwa muda wa miezi saba, mwezi wa 11 1978 mpaka mwezi wa sita, elfu moja, mia tisa, sabini na tisa. Watu wa tarehe wanasema vita ile ilidumu kwa miezi saba wiki tatu na siku nne. Tuanzie hapo, vita imekaa miezi saba wiki tatu na siku nne tu, na haikuja hiyo vita Dar es Salaam, haikuja, iliishia mpakani huko Kiaka Mtukula, Kagera huko. Vita ile athari yake ambayo haikuja huku hata Mwanza haikufika, kwa sababu ndio karibu pale. Ilidumu kwa muda wa miaka 30, ishirini na tano mpaka 30, nchi ilikuwa haijakaa sawa. Mwalimu Nyerere alitangaza miezi kumi na nane ya kufunga mkanda, mzee, unaona furahi namna hii? Hayo ndio maneno yako, miezi kumi na nane ya kufunga mkanda mimi wakati ule niko hai na na akili zangu, ndio maana nakumbuka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukishuka sasa, tutumieni kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anawaelezea watu hilfu lfudhuli na sisi tuwambie nyie watoto ni, vita ilikuja hapa Tanzania, lakini haikufika hata Mwanza, iliishia Kiaka, Mtukula, Jinja, Entebe. Athari yake ilidumu kwa zaidi ya miaka 30. Nchi haijakaa sawa. Sasa vipi itakapotokea vita ndio hapa Temeke, Kariakoo eh? kule kwetu Mabundeni, Magomeni, hiyo kiitafuta katika hiyo chati yako hiyo chat GPT, pia utaiona utaielewa zaidi kuliko nikusomea aya hapa na hadithi nyingi. We ulitaki leo, nakuruhusu kijana mwenzangu, nenda kafungue katika hiyo gugu yako kupitia hivyo utaziona habari hizo kwa saraha kabisa, kilichotokea. Hili ni jambo nimeona na mimi nichangie kwamba sio kitu kizuri kuchezea amani. Sisi wenzenu, japokuwa wakati ule tulikuwa so wakubwa hivyo, lakini tuliona tabu na shida tuliozipata, ambayo ilipelekea pahala mtu hajulikani kavaa nini, hajulikani kavaa si viatu wala si suruali wala si shati, hatujulikani tunakula nini, hamna chakula maalumu mchana, hakuna chakula maalumu jioni, hakuna chakula maalumu sijui asubuhi. Watu roho zetu zilikuwa ni mchanganyiko kwa muda wa miaka thalathini na kitu, na ndiyo sasa tunarudi, sasa tunaingia katika nchi iliyokuwa hivi, ambapo tunaweza tukakaa pia tukaelezea mambo haya. Kwa hiyo, yoyote chochote mtakachokiona kule katika mtandao Eh, hakikisheni, ile ni soga tu, lakini ukweli ni haya mnaoambiwa na wazee wenu kwa ajili ya kuchunga amani ya nchi yetu. Wama alaina ila lbalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.